Katika kijiji cha Mwanza, maisha yalienda polepole kama mto mtulivu. Wavulana wengi walikuwa wakulima, wavuvi au seremala kama baba zao. Wasichana baada ya kumaliza shule ya sekondari, waliolewa na kuanza familia zao, wakipika na kuwalea watoto wao. Watu wa Mwanza hawakujua kuhusu chuo kikuu. Chuo kikuu kilionekana kama ndoto wasiowahi kuisikia. Kwao elimu ilikomea baada ya sekondari na hilo lilitosha. Wazazi walifurahi mradi tu watoto wao waliweza kusoma na kuandika. Hawakutaka zaidi kwa sababu hawakujua zaidi. Maisha kijijini yaliendelea vile vile kila siku, kama vile jua linavyopanda na kuzama kila siku. Hivi ndivyo yalivyokuwa kwa miaka mingi, lakini jambo fulani lilikuwa linakuja, jambo ambalo lingeutikisa utulivu wa Mwanza. Mabadiliko yalikuwa angani kama dhoruba inayokaribia. Wenyeji wa kijiji hawakujua bado, lakini maisha yao hayangekuwa kama awali tena. Siku moja yenye jua kali, kijiji cha Mwanza kilijawa na msisimko. Wanafunzi kutoka mjini walifika kwa ziara ya kujifunza. Walifika wakiwa na nyuso zenye furaha, mavazi ya kisasa na viatu vinavyong'aa. Watu wa kijiji hawakuwahi kuona kitu kama hicho. Wanafunzi walitembea kwa ujasiri wakiwa na vitabu mikononi na wakizungumza kuhusu maisha ya mjini. Angalia wanavyotembea, wenyeji walinong'ona, angalia wanavyoongea. Wanafunzi hao waliwaonyesha wenyeji mambo mengi ya ajabu. Walizungumzia mashine kubwa zilizotumiwa mjini, mashine zilizoweza kujenga nyumba na kurahisisha kilimo. Walionyesha jinsi wanavyosomea kwa msaada wa mashine hizo. Wenyeji walishangazwa sana. Chifu wa kijiji akiwa amesimama wima na fimbo yake, alitazama wanafunzi hao kwa mshangao. Hivi ndivyo watoto wetu wanapaswa kuwa, alijiambia. Wenyeji wote walifikiria hivyo pia. Kwa mara ya kwanza, waliwaza kuhusu kuwapeleka watoto wao mjini kusoma chuo kikuu. Ingawa wanafunzi wa mjini walikaa kwa muda mfupi, waliwaachia wenyeji kitu muhimu ambacho ni tumaini. Sasa kijiji kilianza kuota ndoto ya siku zijazo ambapo watoto wao wangepita elimu ya sekondari na kufika mbali zaidi. Wakakutana chini ya mti mkubwa wa mwembe kuzungumza kuhusu ndoto hiyo mpya. Wazee wakagusa nyuso zao kwa mawazo, wanawake wakahamasiana kwa sauti za siri, na watoto wakakaa kimya wakisikiliza kwa makini. Mwishowe wakaamua, mtoto mmoja lazima aende mjini na kujifunza mambo mapya. Lakini nani angeenda? Wote walimtazama msichana mmoja, kila mtu alikubaliana ni Recho. Recho hakuwa msichana wa kawaida, alikuwa mrembo kama jua baada ya mvua, mwenye kung'aa na msafi. Pia alikuwa mwerevu, mwenye macho ya haraka yaliyotambua kila kitu. Alikuwa mkarimu, akimsaidia mama yake kila wakati, akicheka na kuwaletea wazee furaha. Ndiyo, Recho, watu wa kijiji walikubaliana yeye ndiye atakayeitukuza Mwanza. Wanawake walikusanya chakula kwa ajili ya safari yake: viazi vikavu, pilipili ya kusaga, mafuta kidogo ya mawese. Wanaume walichangisha pesa kidogo walizokuwa nazo, walimbeba kwa upendo kama mto unavyopeleka maji. Wazee walimwekea mikono yao kichwani wakimwombea nguvu na ulinzi. Nenda Recho, walisema, tunakutegemea. Usituangushe. Kwa moyo uliojaa matumaini na ndoto za kijiji chote, Recho aliondoka Mwanza. Alibeba begi lake dogo kwa nguvu, akili yake ikiwa imejaa mawazo ya jiji. Alipoondoka, wenyeji walimwangalia wakimpungia mkono na kufuta machozi yao. Alipofika mjini, ilikuwa kama kuingia ulimwengu mwingine majengo yalikuwa marefu kama miti mikubwa, magari yakipita haraka kama ndege, na barabara zilijaa watu wengi, kila mmoja akiwa na shughuli zake. Macho ya Recho yalikuwa makubwa kwa mshangao, moyo wake ukipiga kwa mchanganyiko wa furaha na hofu. Alianza masomo yake kwa bidii, akisikiliza kwa makini na kuuliza maswali kila mara. Muda si mrefu walimu wake walitambua akili yake yenye kung'aa na wanafunzi wenzake wakagundua tabasamu lake la upendo. Recho alipata rafiki mpya aitwaye Jaki, msichana mwerevu aliyemfundisha kuhusu jiji. Lakini maisha mjini hayakuwa rahisi, pesa alizopewa kutoka kijijini zilikuwa kidogo sana. Siku zingine alilala na njaa, akimkumbuka mama yake na kijiji chao kilichompa msaada ili asome. "Lazima nisiwaangushe," alijiambia kila usiku, akiwa ameshika matumaini ya kijiji moyoni mwake. Lakini shida zilianza. Baadhi ya wanafunzi waliomwona Recho wakivaa nguo za kitamaduni walimdhihaki, walimuita msichana wa kijiji kama kejeli, walicheka wakinong'ona nyuma yake. "Anavaa nguo gani hizo?" wengine waliuliza, huku wakimdhihaki. Recho alijaribu kuwa jasiri, lakini maneno yao yalimuumiza. Moyo wake ulianza kuhisi uzito wa upweke, lakini alijikumbusha kuwa alikuwa huko kwa sababu ya kijiji chake. Alipomwangalia rafiki yake Jackie, aligundua jambo la kushangaza. Ingawa familia ya Jackie haikuwa na pesa nyingi, kila mara alikuwa na nguo mpya, viatu vizuri na pesa za matumizi. Unapata wapi pesa hizi? Recho alimuuliza siku moja. Jackie alicheka tu akisema, ah, usijali, ni mambo madogo tu ya kujipatia pesa. Lakini Recho hakuweza kuacha kufikiria, kulikuwa na siri, kivuli kisichoeleweka. Alianza kujiuliza, huje maisha ya jiji yanamtaka atoe nini zaidi? Kadri siku zilivyopita, maswali yalizidi kujaa akilini mwake. Siri ya Jackie ilizidi kuwa nzito kama wingu jeusi linalokaribia. Muda ulipita na akiba ndogo ya pesa ya Recho ikaisha haraka. Mahitaji ya jiji hayakuwa na mwisho, na kila siku njaa yake ilizidi kuwa kali, ikimkumbusha kwamba kile kidogo alichotumiwa kutoka kijijini hakikutosha. Tumbo lake liliunguruma kama mnyama asiye na pumziko, maumivu yake yakizidi kadri matumaini yake yalivyoanza kufifia kila usiku angekaa peke yake katika chumba chake kidogo mshumaa mmoja ukimulika barua zake. Mama baba, aliandika kwa mikono inayotetemeka maisha ni magumu hapa, sitaki kuwa mzigo, lakini maisha ya mjini ni tofauti sana eh. Alipeleka barua hizo kwa matumaini kwamba maneno yake yangewaleta msaada zaidi, lakini kuwa kijiji chake kilikuwa maskini waliweza kutuma walichoweza: samaki wakavu, sarafu chache. Barua za mama yake zilijaa upendo na wasiwasi, lakini Recho alijua kuwa familia yake ilikuwa inajinyima kila kitu ili tu kumuunga mkono. Siku zikawa wiki ndefu zilizojaa njaa. Darasani alikuwa mnyonge kiasi kwamba hawezi hata kufikiria vizuri tumbo lake lilikuwa likinguruma wakati wa masomo, kila mlio ukiwa kama radi, lakini alijaribu kukaa kimya, akipuuza vicheko vya wenzake. Alijua hangeweza kuwavunja moyo watu wa kijijini, lakini moyo wake ulikuwa unavunjika polepole pole. Jiji lilizidi kuagiza na mzigo wa maisha ukawa mzito kama jiwe lisiloonekana. Na katikati ya yote, alikumbuka kicheko cha rafiki yake Jackie, rafiki aliyekuwa na pesa za haraka na maisha mazuri. Siku moja, akiwa amelala kwenye godoro lake jembamba, njaa ikiwa kali kuliko kawaida, alifikia mwisho wa uvumilivu wake. Hangeweza tena kupuuza njaa iliyomuumiza kila siku. Asubuhi iliyofuata, akiwa na macho yenye uchovu na moyo mzito, alimtafuta Jackie nje ya shule. Jackie, tafadhali, aliomba kwa sauti iliyotetemeka, nahitaji kujua Uniambie kazi unayofanya chochote kile, siwezi kuendelea hivi. Jackie alimwangalia kwa makini, tabasamu lake likififia alipotambua jinsi Recho alivyokuwa na hali mbaya. Recho alianza kwa sauti ya tahadhari, una hakika hii si kazi kama nyingine, ni tofauti he. Lakini macho ya Recho yalikuwa thabiti, haja yake kubwa mno kuweza kurudi nyuma sasa Sijali, alisema kwa uthabiti, ingawa ndani yake alikuwa na woga. Nionyeshe tu, sina chaguo. Baada ya ukimya mrefu, Jackie alikubali, akampeleka kwenye kona tulivu, mbali na macho ya watu. Recho, hii si kazi unayoweza kumwambia mtu yeyote, alisema kwa sauti ya chini. Ni njia ya kupata pesa haraka, lakini si kama unavyodhani. Akiwa na moyo unaodunda kwa wasiwasi, Recho alisikiliza ukweli kutoka kwa rafiki yake. Moyo wake ulipiga kwa kasi alipogundua alichomaanisha. Hii haikuwa kazi aliyokuwa amewazia, ilikuwa kitu ambacho kilihisi kuwa cha ajabu, cha hatari, kitu ambacho watu wa kijijini wasingeweza kukikubali. Lakini Recho aliyedhoofika na njaa na mateso alitikisa kichwa kwa kimya. Nitafanya, alisema kwa sauti dhaifu lakini yenye uthabiti. Kwa mara ya kwanza baada ya miezi mingi alihisi ahweni, ingawa ilifunikwa na giza lililokuwa likiongezeka moyoni mwake. Hakukuweza kurudi nyuma sasa. Usiku huo Jackie alimletea gauni lililong'aa kama nyota, gauni lililomfanya aonekane kama mtu wa mjini. Alimpaka vipodozi ambavyo Recho hakuwahi kupaka. Alipotazama kwenye kioo hakuweza hata kujitambua. Umependeza, Jaki alisema huku akitabasamu, lakini tabasamu lake lilikuwa la mbali. Recho alimfuata Jaki hadi kwenye bar, mahali ambapo taa zilikuwa angavu na muziki ulipiga kwa nguvu. Jaki alimfundisha jinsi ya kuongea, jinsi ya kucheka, jinsi ya kuvutia watu. Recho, ingawa alikuwa na hofu, alifuata kila hatua, kila neno la mwongozo wa rafiki yake. Kadri usiku ulivyoendelea alijikuta akiwa na mwanamume aliyempa pesa, pesa nyingi kuliko alizowahi kushika maishani mwake. Usiku ule alirudi nyumbani, mifuko yake ikiwa imejaa pesa. Kwa mara ya kwanza, jiji lilionekana kuwa na mwangaza zaidi, matatizo yake yakionekana kuwa mbali. Alitumia pesa hizo bila wasiwasi, akinunua chakula na vitu alivyowahi tu kuviota. Kwa muda mfupi alisahau kila kitu cha kijiji chake, ahadi zake, matumaini aliyokuwa nayo, lakini hakuwa akijua kuwa kila hatua aliyopiga ilikuwa inamtoa mbali na maisha yake, akijua kuwa kila hatua aliyopiga ilikuwa inamtoa mbali na maisha yake ya zamani. Siku moja, baada ya kurejea kutoka kwa mwanamume tajiri, mwili wake ulihisi uzito, ngozi yake ilihisi kama inawaka moto. Labda ni uchovu tu, alijiambia akilalia kitandani. Lakini alipoamka bado alikuwa na udhaifu ule ule. Siku zikapita na alizidi kuchoka. Marafiki zake walianza kuwa na wasiwasi. Walimletea dawa, chakula kila walichoweza kupata lakini hali yake ilizidi kuwa mbaya. Halafu jambo la ajabu likaanza kutokea. Tumbo lake lilianza kuvimba mwanzoni alidhani ni macho yake tu, lakini lilizidi kuwa kubwa kila siku. Mikono na miguu yake hata hivyo, ilizidi kuwa miembamba midhaifu kama vijiti. Inaonekana kama ana mimba na laana, he, mmoja wa wasichana alidokeza kwa sauti ya hofu. Recho alishika tumbo lake lililovimba akajaribu kuelewa mabadiliko haya ya ajabu. Aliona mifupa yake ikijitokeza kwenye ngozi yake, mashavu yake yakizama, macho yake yakizidi kuwa makubwa na yaliyodumbukia ndani, na bado tumbo lake liliendelea kukua kama lilikuwa linashikilia kitu kibaya zaidi ya njaa. Marafiki zake walijaribu kila walichoweza, walileta mitishamba, dawa, kila walichosikia kinaweza kusaidia. Kila asubuhi walitumai wangemwona akitabasamu, nguvu zake zikirudi. Lakini hakuna kilichosaidia. Recho aliendelea kudhoofika, ngozi yake ikipoteza mwanga wake, nywele zake zikikauka, macho yake yakiwa na kivuli kizito kisichoweza kuondolewa na usingizi wowote. Siku zikageuka wiki na marafiki zake walikuwa wamejaribu kila njia walioijua. Madaktari wa mjini walitikisa vichwa vyao, wakisema, hakuna tunaloweza kufanya. Polepole pole, hata marafiki zake walianza kumwacha wakiogopa kile wasichokielewa. Recho alilala peke yake akihisi maisha yake yakimponyoka taratibu, akiwa na hofu na kukata tamaa, wenzake walifanya uamuzi: lazima tumrudishe kijijini, walinong'ona wakitikisa vichwa kwa azimio. Wangemrudisha Mwanza, kijiji ambacho kilikuwa kimempa nguvu na tumaini hapo awali. Ilikuwa sehemu pekee iliyobaki ambayo ingeweza kumwokoa, mahali pekee ambapo suluhisho lingeweza kupatikana. Kwa hivyo, kwa huzuni moyoni, walimbeba Recho ambaye mwili wake ulikuwa dhaifu na mwembamba, wakamfunika kwa blanketi na kuanza safari ya kurudi Mwanza, wakitumaini kuwa watu wake wangemwelewa. Marafiki zake waliwasili kijijini asubuhi yenye ukungu, wakimbeba kwa upole kama mtu anayebeba mdoli dhaifu. Wanakijiji ambao walikuwa wamengojea kwa hamu kurejea kwake walikusanyika wakimwangalia kwa matumaini. Kwa miezi mingi walikuwa wameota siku hii, wakimfikiria Recho akirejea kama fahari ya kijiji, msichana aliyebadilika kwa maisha ya mjini, labda akiwa amevalia mavazi yanayomeremeta kama taa za jiji, lakini walichoona kiliwanyamazisha. Matumaini yao yalianguka kama mawe. Recho alikuwa karibu kutotambulika. Uso wake mzuri wa zamani ulikuwa mweupe na mwembamba, mwili wake dhaifu na mwembamba kama mtu ambaye hajala kwa wiki kadhaa, tumbo lake lilikuwa limevimba kwa namna ya ajabu, na macho yake yaliyoonekana kutazama mbali yakiwa yamejaa huzuni na mateso. Msichana mwenye furaha aliyeondoka kijijini akiwa na ndoto kubwa, sasa alionekana kama kivuli cha mtu aliyerudi kutoka mahali pa giza. Marafiki zake wakiepuka macho ya wanakijiji, walieleza haraka kwamba Recho alikuwa mgonjwa, kwamba maisha ya mjini yalikuwa magumu na hawakujua la kufanya ila kumrudisha nyumbani. Hawakutoa maelezo zaidi. Bila kusema mengi, waligeuka na kuondoka, wakirudi mjini, wakimwacha Recho na hatima yake mikononi mwa kijiji. Wanakijiji walimtazama kwa mshangao na huzuni, wakinong'ona kati yao kwa sauti za majonzi. Huyu huyu si Recho? mmoja alisema kwa sauti ya kushangaa. Wazazi wake walisogea mbele kwa hofu, wakapiga magoti kando yake, machozi yakijaa machoni mwao. Walikuwa wamemtuma akiwa msichana mwenye nguvu na ndoto kubwa kama anga. Sasa mbele yao alikuwa kivuli cha yule mtoto waliyemlea, mnyonge, aliyedhoofika na mkimya. Kijiji kilimzunguka kwa ukimya, kila mtu akijaribu kuelewa kilichotokea. Recho alilala juu ya mkeka wa majani katikati ya kijiji akizungukwa na nyuso zilizojaa wasiwasi. Mwili wake dhaifu ulitetemeka alipoinua macho yake na kuona upendo na huzuni machoni mwa watu waliomtuma mjini kwa matumaini makubwa. Kwa midomo inayotetemeka alizungumza. Sauti yake ilikuwa dhaifu lakini ilibeba mzigo wa majuto mengi. Maisha mjini yalikuwa magumu, alianza akitazama chini. Pesa mlizotuma hazikutosha. Nilijitahidi, lakini njaa ikawa kivuli changu cha kila siku. Sauti yake ilivunjika, huku akiendelea, kila neno likimchoma kama kisu. Nilikutana na rafiki mmoja Jackie, alienionyesha njia ya kuishi, lakini ilikuwa njia ambayo sikupaswa kuchagua. Nilisahau kusudi langu, niliwasahau ninyi mlioniamini. Alilia kimya kimya, machozi yakitiririka mashavuni mwake. Nimewaangusha wote, alingaka. Nimeliletea aibu familia yangu na kijiji chetu. Wazee wa kijiji walijongea mbele, nyuso zao zikiwa kali, lakini macho yao yakiwa na upole wa hekima ya miaka mingi. Mzee mkubwa zaidi, Johnny, aliweka mkono wake taratibu juu ya kichwa cha Recho, sauti yake ikiwa tulivu lakini thabiti. Kile unachoteseka nacho si ugonjwa wa kawaida Recho alisema haya si maradhi ya kawaida bali ni matokeo ya kuvunja mila za kijiji chetu wanakijiji walinong'ona kwa kuelewana tumbo la Recho lililovimba mwili wake uliolegea haya yote yalikuwa matokeo ya adhabu ya mila ya kijiji kila msichana na mvulana alijua sheria hiyo hiyo. Ikiwa msichana angepoteza usafi wake kabla ya ndoa mwili wake ungedhoofika, roho yake ingekuwa dhaifu, kama onyo na ukumbusho wa heshima ya kijiji. Lakini mzee Johni aliendelea, lakini kuna tiba. Kijiji chetu kimeshuhudia huzuni kama hii hapo awali na tunajua njia ya uponyaji, njia ya kurejea kwa afya. Haitakuwa rahisi, lakini ukiwa tayari, unaweza kuwa mzima tena. Recho alitazama juu, macho yake yakiwa yamejaa tumaini na aibu. Alitikisa kichwa akishukuru kwa nafasi ya kurekebisha makosa yake. Wanakijiji walimzunguka, mioyo yao ikiwa na huruma, tayari kumsaidia kurejea kwenye njia sahihi. Waganga wa kijiji walianza matibabu, wakitayarisha mitishamba na dawa, wakimwombea na kumtunza kwa upendo. Kila siku walimfanyia tiba wakimlisha chakula kizuri na kumfundisha jinsi ya kuishi na mtoto wake aliyekuwa tumboni. Walimfunza kumpenda na kumheshimu mtoto huyo, kuzungumza naye kwa upole na kupokea njia yake mpya ya maisha kwa moyo mzima. Miezi ilipita, na hatimaye chini ya mwangaza wa mwezi, Recho alijifungua mtoto wa kiume. Kilio chake kilijaza hewa kama wimbo wa mwanzo mpya. Alimpa jina Ayo maana yake yaye furaha imerudi nyumbani kwa kuwa hakuwa tu mwanawe bali pia ukombozi wake. Miaka ilipita na Recho alijitahidi kufanikisha alichokusudia hapo awali. Alilea mwanawe huku akiendelea na masomo yake kwa ari mpya. Alifanya kazi kwa bidii kila hatua ikimkaribisha kwenye maisha aliyotarajia. Hatimaye alirudi kijijini, si kama msichana aliyepotea, bali kama mwanamke aliyeshinda majaribu yake. Wanakijiji walimshangilia kwa fahari, wakiheshimu ujasiri wake. Hadithi ya Recho ikawa funzo kwa vizazi vijavyo, ikikumbusha kijiji juu ya nguvu, uvumilivu na nafasi ya pili maishani. Na kadri miaka ilivyoendelea, jina lake liliendelea kutajwa kwa heshima kama alama ya matumaini na ndoto zilizotimia. Hadithi hii inatufundisha tusisahau mila na desturi zetu popote pale tutapoenda. Na pia tutafute marafiki wazuri na wenye tabia njema. Mimi naitwa Maria, kama umependa simulizi hii naomba usubscribe, ulike na ukomenti kwenye video yangu. Asanteni.